Mtazamaji asante sana kwa kuendelea kuwa nasi leo. Mada yetu ni nzito uh, kwa kiasi fulani maanake, kwa kawaida uh, kifo huwa hakibishi hodi, na kuna wengi ambao hawaweki mikakati ima, kwa sababu kuna tamaduni ambazo zinazuia hivyo, ama kwa sababu hawaelewi namna ya kufanya hivi. Kwa hivyo hii leo tutaweza kujielimisha kuhusiana na masuala hayo. Hapa studioni tuko naye wakili Ilham Hashim Said, ambaye yuko hapa karibu nami uh, pale katikati ni Susan Mathenge ambaye ni meneja wa bima kutoka shirika la Britam. Uh, tuko naye Esther Kibe ambaye ni mwasisi wa shirika la Dorcas Shining Widows and Orphans, na pale mwisho tuna wakili mwingine Simon Mwai, ambao wote watakuwa wanaweza kutuelewesha kuhusiana na masuala haya. Ningependa kusikiza kutoka kwako mtazamaji. Je, maoni yako ni gani kuhusu kupanga urithi kabla ya kifo? Je, maoni yako ni gani kuhusu kupanga urithi kabla ya kifo? Nambari ya rafa ni mbili mbili mbili mbili mbili. Au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli sema na Citizen. Na bila shaka naipenda kuanza na, na wakili, maana tunataka kuangalia kwanza kabisa kuna mipangilio uh, uh, kuna wale ambao wanaacha wasia, kuna wale ambao hawaachi. Labda kitu cha kwanza kisheria mtu akifariki wa bila wasia kitu cha kwanza kinachofanyika ni nini? Tuanze na Ilham. Um, asante mshirima. Um, kitu cha kwanza kinachofanyika, um, ni kutafuta kile cheti cha marehemu mm -hmm. Uh, kenye tunasema death certificate, cheti cha ma, cha kuzikwa cha um, marehemu mm -hmm. na pia kama mtu aliacha mali uh, lazima uangalie zile stakabadhi ziekwe vizuri ndio waweze kuzitumia ili uh, kwenda kotini na mm -hmm. kugawiwa mm -hmm. Lau kama familia haina tashwishi, wanaweza kukaa chini wao wenyewe na kaginyana mm -hmm. Na uh, wakili Mwaye, hili swala la kupata cheti cha kifo huwa mara nyingi utapata familia haswa, wakati ambapo uh, uh, kwa mfano huye ni mwanamme ambaye alikuwa na wake wengi, unapata kuna mgogoro hata wakati huu wa kupata uh, hicho cheti ni vipi ambavyo familia ama ni nani haswa ambaye ana haki ya kwenda kudai hicho cheti? Uh, hapo mara mtu anapofariki, wakati mwanaume uh, anaaga na tuseme ako na nyumba zaidi ya moja uh, hakuna yule ambaye ako na haki zaidi ya mwingine. Kama ni bibi wote wako na haki sawa na, kama ni watoto wamebaki wote wana haki sawa. Mm -hmm. E, wakati mwingi unapata yule ambaye anakimbia kuchukua cheti hicho cha kifo uh, ni yule ambaye alipatiwa kitu tunaita burial permit. Mm -hmm. Ile, kile cheti cha kuruhusu azikwe. Mm -hmm. Sana sana unapata huyo ndio yuko na stakabadhi zile zinazofaa zina, zina. Yeah. Pengine kitambulisho unapata kwa, kwa, ukipata watu wako, kwa uhusiano kama huo ama mzee alikuwa na, uhusiano, na nyumba kama hizo unapata mmoja ako na kitambulisho, mwingine ana cheti cha kuruhusu huyu aziko. Kwa hivyo unapata kuna kutakuwa na mvutano, ambapo itabidi waketi pamoja, wakubaliane, tutaenda kuchukua hichi cheti alafu tuelekee kotini. Tuseme na, ni haki gani za, za kimsingi ambazo, uh, zina, ambazo ni za mjane na watoto baada ya kifo cha mpendo Toto, katiba yetu inasema katika kipenge cha 27 kwa kila mtu ako na haki ya usawa, uh, katika nchi yetu. Kwa hivyo lau we ni mtoto au ni mtu mzima bado uko na haki. Kama ni mjane na mtoto mko na haki mbele ya sheria kupitia, um, sheria za Kenya za urithi ambapo ni sera ya 160. Uh, chapter 160, ambapo inaangalia vipi mtu anaweza Kufuatilia haki yake ya marehemu, mm -hmm. ya urithi na, na, katika, katika ndoa za come we stay, kwa mfano nani, juzi kulikuwa na kesi ambapo watu walikuwa wameishi miaka ishirini na zaidi, lakini hakukuwa na cheti cha ndoa. Uh, katika misingi kama hiyo nini huwa kinatokea wakili? Kwa sasa, e, sheria imekuwa tuseme, kuna gray area kwa sababu kuna sheria zimewekwa E, sheria ya ndoa ambayo inasema kwamba e, kama uko na uko na uhusiano na tuseme, mimi kama mwanamume niko na uhusiano na mwanamke lazima nisajilishe hiyo ndoa mm -hmm. Uh, lakini hiyo imeleta shida kwa sababu e, sheria nazo za, za urithi zinasema maneno tofauti, ama zinasema jambo tofauti mm -hmm. kwamba unapata sheria utof, ya, ya, ya, ya urithi inaruhusu Koti, ku tuseme ku, ku uh, taitaje assume ama presumption of marriage mm -hmm. kwa hivyo hiyo inakuwa inarahisisha hiyo safari, lakini sasa unapata hizi sheria mbili zinapingana. Kwa hivyo kuna watu, kuna wanasheria saa hii wame, wameenda kotini mm -hmm. kusema kwanza hizi ndoa za Tunazita, African customary marriages kwamba it is a, a, a tunazita tunasema it is a unconstitutional kusema kwamba hizi ndoa e, zinaweza ku lazima zisajiliwe ndio zitambulike zi, zi, zi, zi kisheria. mm -hmm. Kwa hivyo tuko na tuko na hiyo gray area na huo mdahalo huko kwa, kwa sasa Mm. Hebu uh, tumsikize Susan, maanake Susan wewe ni meneja wa bima mm. Uh, ambazo kuna wengi wanazijua kama policies. Kuna aina kuna nyingine ambazo zinafahamika kama trust mm. Uh, kwanza kabisa ni nani ambaye anaweza kuwa na, na mpangilio kama huo wa policy uh, ama trust? Ni wale ambao wako kwenye ndoa mm. Ni yule ambaye yuko uh, ni mzazi wa kipekee na mtoto wake ama uh, pia wale ambao uh, katika ndoa za mitala yani polygamous marriages. Ni uh, hi, hi, um, hizi bima na policies zinachukuliwa kwa misingi gani? Um, inaweza sema kila mtu anachukua bima um, kulingana na kile ambacho anachotafuta hmm. Utapata kama ni mzazi pengine anataka kusomesha watoto, kwa hivyo watachukua bima ya masomo. mm -hmm. Kuna mwingine hana watoto, hauna familia, unataka tu kuwekeza pesa ili uweze kutumia maybe for something else in the future. mm -hmm. so, I think at the end of the day ni ile unaangalia ni nini ambacho haswa unataka ku, kupata uh, mm -hmm. at the end of the day. mm -hmm. kwa hivyo kama ni, unapata ni mtu kama a single parent unaweza kuwa unaangalia um, nataka policy lakini kama siko hapo uh, maybe ni age kitu kitendeke or nikuwe na accident, nataka ku make sure watoto wangu wamefaidika, kwa hivyo nitachukua hiyo policy, lakini pia ndachukua hiyo trust ya ku make sure that au watoto pia wana, watakuwa wameshughulikiwa na trustee ule ambao amechaguliwa uh -huh. So huyo trustee ni ule tunaita msimamizi wa ku make sure kama ni nataka hii pesa itumike um, kusomesha watoto wangu itatumika vilivyo, na huyo msimamizi atahakikisha hiyo pesa ni ya mtoto wangu peke yake na itasomesha mtoto mpaka um, afikishe miaka fulani. Uh, pesa yoyote imebakia um, after masomo yote itaenda bado, bado kwa huyo mtoto. At that time at least atakuwa amefikisha miaka uh, 18 and above. mm -hmm. Yeah. Na kuna tofauti gani kati ya nominee na trustee, maanake wakati mm -hmm. ambapo uh, mtu anajaza hizo fomu. mm. Uh, kuna hayo mambo mawili pnaza. Yeah. Ina, inategemea na kama umechukua policy na umeweka mtoto wako kama hiyo ndio beneficiary, ule anafaa kupata e, pesa ya hiyo kumsomesha na kufanya vilivyo. Kama huyo mtoto wako below the age of 18 miaka yake bado hajafikisha kukua mtu mzima, mm -hmm. utaweka mtu tunakwambia, kama insurance, watu wa bima, weka nomini. Nomini ni mtu ambaye unayeamini lakini kuna wale watu hawana mtu ambayo wanaweza sema huyu nikimweka, niko na ule guarantee atasomesha mtoto wangu vilivyo. Pengine utaweka mtu natumie pesa kufanya vitu vingine vyake za kujisaidia yeye mwenyewe na pengine familia yake, okay. lakini trustee ni ule sasa unasema huyu ako na eh, juhudi, lazima afanye ambacho kile ambacho unachotaka. mm -hmm. Hawezi badilisha uh, instructions zako zinabaki vilivyo vile ulivyoviandika. mm -hmm. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe ndiye atakuwa na hiyo, unachagua ni nini, eh, eh, ambacho unataka we mwenyewe kuweka. mm -hmm. As you buy that policy. mm -hmm. Kwa hivyo huyu huyu ambaye ni trustee ana tofauti gani eh, na nominee, na nominee, na nominee. Trustee ni um organization kama Britain unawapatia hiyo mm -hmm. kazi unawaambia um Maybe if anything happens nikuwe siko hapo mm -hmm. hivi ndio nataka hii pesa iweze kutumika. mm -hmm. trustee mara nyingi ni organization. Uh -huh. yeah, but pia unaweza sema an individual but hiyo uh, na nominee ni kama kitu moja. mm -hmm. nominee sasa ni mtu Uh, kibinafsi yeah, uh -huh. yeah. So utachagua ni gani unataka una is it mtu binadamu or an organization ambayo itakuwa hapo uh, miaka mingi. Ata, because naweza chagua mtu na huyo mtu naye pia ende a, awe ameaga dunia. uh -huh. yeah. okay. Uh, Esther, wewe ni mwasisi wa shirika la Dorcas Shining Widows and Orphans. Uh, ni nini haswa ambacho kilikusababisha wewe kuanzisha shirika hili? Mimi kama Esther, mimi ni, ni mjane kwa miaka kumi na tano na kilichonisukuma sana hadi nianze kuelimisha wamama ni yale mambo nilipitia, kwa sababu kitu ya kwanza ukiwa mjane, umefiwa leo, haujui haki yako, na kuanzia hiyo siku wewe ni mjane. Kwa hivyo sijui chuki hutoka wapi, inaingia hadi familia, kwa sababu saa ile uko hapo unalia na bwana alikuwa na mali hapo. Si ndio? Nakuja naambiwa pole, na dada wa bwana, ndugu Naambiwa pole, tutakushughulikia wewe, kaa hapo ukilia. Naye saa zile tu unalia hapo naye bwana nao nao ndugu za bwana. Mm -hmm. Sasa hiyo si wameenda kukushughulikia mochari. Umeitishwa document unaambiwa kwa sababu ya security na sasa hiki kutakuwa na watu wengi hapa huku. Mm-hmm. Tusaidie hizo document tuweze kukuwekea. Unawapatia. Wanakuitisha ID ya bwana. Unawapatia. Wanaenda mochari wanakuwa hao ndio na stofkin wewe suko pale tu nalia. Mazishi inaendelea inapangwa. After kupangwa mazishi, mmeshamaliza mazishi, unapata sasa mali zote zishaenda. So ulikuwa unalia machozi zile ya bwana ameaga. Sasa hiyo unalia times 2. Unapata kila kitu imeenda, na umeachwa hapo na watoto. Naam. Yeah. Mimi ni mmoja nilipitia, unapata unalia, unashughulikiwa hii saidi, kumbe sio kushughulikiwa na sio kupendwa, unapendwa. Mm sasa hiyo ni kufukuzwa na kufukuzwa, ukitolewa nje. Ndio nikaamua ukifiwa ujui haki, na kwa vile mimi nimeendelea na nimejua haki, nimesomea hiyo sheria, nimejua lazima nielimishe mama wengine, kwa sababu mama mjane tunaongezeka kila siku, kila saa, tuko wengi, na ndio hizi kesi zipungue kidogo, tunaelimisha hata kama wewe sio mjane, wewe ni mama. Ukiwa nyumbani, ukisikia rafiki yako amefiwa kibia huko, mwelimishe ID ya bwana yako iweke kando kama ni, ni dokumenti za bwana yako ziweke kando. Wacha, wacha usipende kushughulikiwa wakati wa matanga. Pia wewe wakienda andamana na wao. Mm -hmm. Na ukishaandamana na hao hakuna kitu yako utakuja kupoteza. Mm -hmm. Kwa hivyo ni, ni kwa kwa, kwa mjane awe mwanamke au awe mwanamume awe mwanaume mm -hmm, awe mwanamke mm -hmm, kwa sababu hiyo kesi huwa tunashughulikia ya kila mtu na kila mtu anapatwa na hiyo jambo. mm -hmm. mm. na yale mambo ambayo unaweza kumwambia mwanamke saizi ama mwanamme ambaye yuko nyumbani anakusikiza, mm -hmm. iwapo ana anajipata katika hali hiyo, ima iwe ni mume amefariki ama mke amefariki, ni vitu gani ambavyo anapaswa kuhakikisha kwamba anafanya ili baada ya mazishi asijipate katika hali mbaya? Uh, nasema hivi kama umefiwa leo, bwana ameenda ama bibi ameenda kitu ya kwanza, angalia ID yake iko wapi, kitambulisho chake kiko wapi, dokumenti zake, title deed, vitu zote ni account za bank ziko aje? Kitu ya kwanza, kibia kwa bank, fungisha hiyo account. Kitu ya, ya pili, hii ID weka kwa mfuko, na usikubali kushughulikiwa na mtu kama ni pahali popote, ina, ina watu wanaendelea wakati wa matanga kuwa hapo na uhakikisha ile siku bwana ama bibi anaenda kuzikwa, wewe ndio umesign hiyo burial permit, kwa sababu hiyo burial permit ndio itachukua death certificate, na mwenye ako na death certificate ndio anafaa kuchukua kila kitu ya huyo mtu, kwa sababu ukiachilia waende kwa mocha, wa sign hiyo burial, wachukue hiyo death, wewe hauna kitu, hata kama ulikuwa na watoto kumi, hata kama ulikuwa aje, ukiwa mwanaume ama mwanamke, vitu ziwa zinaenda hivyo. Mm-hmm. Na ndio unapata kila siku watu wanalia vitu zilienda, huwa saa zingine na mshwa na simu asubuhi, Esta ma, ma nyumba plot zimeenda mm -hmm. Lakini ukisha chunguza, unasikia nasikia, niliitishwa dokumenti nikapeana, niekewe, nikaambiwa nitapatiwa after kuzikana, saa hiyo akishagudua mali zisha enda ndio mm -hmm. Maana nikasema sitanyamaza, nitatembea kila pahali Kenya mm -hmm. Wamama wa wajiunge vikundi tuweze kuelimisha, ndio ache ku, ndio waelimisha wengine, ndio hizi kesi zipungue mm -hmm. ndio hawa watoto wetu ache kuacha mm hivyo -hmm. bila kitu. baba alikuwa na kitu, hawa watoto ameabaki obaomba mm -hmm. mama ameacha wa kukondesha, na alikuwa na nyumba yake ndio mm -hmm. maana nika, nikaanzisha hizo vikundi, niko na vikundi Nairobi, Murang'a ndio maana nikasema kila mjane pahali popote yako Kenya, mjane ni mjane. mm -hmm. na widows and, widows and orphans ni, wi, ni wamoja. mm -hmm. kila pahali unapoenda ukipata mama mjane ama baba mjane, mwelimishe hata kama hujafiwa. mm -hmm. na ndio maana niko hapa. Uh, ilham uh, haya mambo ambayo Esther anataja uh, kwa kweli wakati ambapo mtu amefariki kuna kuna uzito mwingi mm, uh, na sidhani ni wengi ambao watakuwa na hiyo akili ya kutafuta stakabadhi na kuziweka kando. Labda ni nani ambaye anaweza kuaminika kuweza kuhakikisha kwamba huyu mjane awe mwanamke au awe mwanamme anaongozwa kwa njia inayofaa ili kusiwe na migogoro, maana hapo tayari kwa hizo stakabadhi ndio migogoro inaanza. Ni vipi hiyo migogoro inaweza kuzuiwa? um, pengine we, um kwa kuanzia lazima watu katika ndoa wawe na ile kuaminiana kwa, kwa hivyo lazima wakuwe wamepanga na kama bibi ama bwana wanaambiana kwamba hizi stakabadhi ziko sehemu fulani um, kama ni swala la uh, properties na kitu chochote kile kenye mali yani yenye mtu ako nayo ni vizuri watu waambiane ili mradi uh, wakati wa kifo Uh, vitu zitaenda shwari. mm -hmm. Unaweza kupata pengine, unajua ziko wapi, lakini kama vile um, Esther amesema um, utapata saizo, wewe uko na huzuni ya kufiwa, kwa hivyo akili hata haifikirii. mtu akikwambia anaenda kufuatilia burial permit ama nini, wewe unasema mm -hmm. ni sawa, hakuna shida, unaona unasaidiwa. mm -hmm. so lazima mtu upange uwe gangari. mm -hmm. lazima uwe strong uwe imara na ujue hii ni kitu yenye takuja kukusaidia baadaye na mtoto wako. Mm -hmm. So lazima, hata kama wanachukua ile burial permit na zile title deeds, hazina stakabadhi za cheti za mashamba ama magari ama mali yoyote ile, haihusani haihusi haihusiki na mambo ya kifo. Mm -hmm. So unapata sana sana um, mtu pengine uko na stakabadhi zako hata kama vile Esther amesema mtu lazima ukimbilie death certificate. Sawa, sasa ile mwanzo, kama Waislamu wanaambiwa lazima ukae eda, huwezi kutoka kwanza kukimbizana na swala la uh, title la maurithi, so lazima ukae eda miezi nne na siku kumi. so huwezi kuexpect mwanamke wa, wa dini ya Kiislamu atoke aende afuatilie zile stakabadhi zake. So, hata kama watakuwa wameenda kotini bado uko na haki ya kwenda kotini na kusimamisha ile orodha ya kesi zenye zimekwa pale kuhusika na mali ya marehemu mume wako wa mke wako. Naam. Uh, wakili Mwai, ni makosa gani ambayo yanaonekana ya kawaida ambayo um, familia hufanya? Kuna kuna yale ambayo uh, wakili Ilham ametaja, lakini kuna uh, mengine labda unaweza kuyagusia ambao watu hawayatilii manani wakati huo haswa, kuhusiana na tamaduni na dini, kama anavyotaja anavyo, anavyo Ilham. Uh, kwa kwa sana sana uh, mteja anapokuja kwa ofisi zetu uh, swali ya kwanza tunamuuliza, stakabadhi ziko wapi? Uh, unapata anakuambia, niliambiwa kunayo, niliambiwa kuna shamba, niliambiwa kuna gari, niliambiwa kuna nyumba lakini ziko mahali pale isili sijui ni wapi. Kwa hivyo vile Ilham amesema nadhani tumehitimu tume, tume ama tut, itabidi tuhitimu ambapo tunakubaliana tuna kama familia e, changu ni chako, na itabidi ujue kule kiko na na. Pia kwa wanawake sana sana, nadhani hii ni shida ambayo naona sana sana na wanawake, kwa sababu meshampenda na umemwamini akikwambia naenda kuona shamba, unasema hiyo hainihusu ama sijisikii kuenda mm. Unamwambia we tuenda anakwambia leo tunaenda kufanya transfer ya shamba, unamwambia ni sawa, we shughulika mi mwacha nishughulike na watoto. Nadhani kuna hitaji kuwa na ule u, tu, tuite umoja, umoja. Mm-hmm. ama kufanya kazi ku, ya, niko, ni, ni umoja mm, kwamba nikienda tu kuwe na uwiano kwamba nikienda nitakuambia mm -hmm. na nikisema tuende usiseme leo unataka kulala mm -hmm. kwa sababu unapata sana, sana mali ya mamilioni inapotelea tu hapo kwamba, si ati mwanaume alijificha, si ati mwanamke alijificha, ni kwamba mwanamke anamwambia, na by the way nilinunua shamba kule Vipingo ama nilinunua nyumba kule Vipingo, siwende ukaangalie. Mwanaume anasema, na shughuli zangu. Wakati ule ambapo mmoja wao atapumzika ndio huyu ana huzuni na majonzi, na pengine familia ya, ya bwana ama familia ya bibi ilikuwa inajua shamba kule ambako iko. mm -hmm. wanaenda wanafanya wana, wana, wanafanya e, kesi za urithi huko kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa njia za kuficha. mm -hmm. na wanarithi hiyo mali. mm -hmm. ama wanaziuza. mm -hmm. E, sana sana unapata makosa, me, makosa makubwa wanafanya, ni moja, hawajui. mm -hmm. na hawahusiki kwa shughuli za ile mali ambayo wamenunua wame, wame, wame, wame, wame ama wamejenga pamoja mm -hmm. Na la pili unapata e, hata kama wanahusika e, hawana yule ujuzi wa jinsi ambavyo kufuatilia hii hi, hi, hi mambo mm -hmm. Kwa hivyo mimi naweza sema, hata kabla, sote tunajua tutakufa mm -hmm. Kila hatujui ni siku mm -hmm. Kwa hivyo leo maneno yote ambayo niko nayo, bibi yangu anastahili ajue. mm -hmm. na bibi anastahili anijulishe. mm -hmm. kama ana policy kama ana gari hivyo hivyo. i think hiyo transparency mm -hmm. inakuwa ina, inachangia pakubwa e, mali kukua ama kupotea. mm -hmm. na uh, kuna, kuna wakati ambapo labda mtu anaweza kuwa amefanya haya mambo yote ambayo mnataja uh, kwamba mume na mke wote wanajua kwamba kuna stakabadhi fulani uh, kuna mali fulani iliyonunuliwa, kuna uh, ile hati ya, ya ardhi kuna ile hati ya gari kuna ile kuna hizi document zote, hizi stakabadhi zinapaswa kuwekwa wapi? Zinapaswa kuwekwa wapi? Maana kunaweza kutokea moto na ndio umejikinga Uh, mwenzako amefariki uko na stakabadhi zote lakini ni wapi ambapo una uhakika kwamba uh, hizi stakabadhi zipo salama. Ilham. Na, um, unaweza kuwa na safe kwa nyumba lakini najua kwa mwananchi wa kawaida hasa sasa safe atakujia okay. <laughs> <wapi. laughs> Ndio kwa mwananchi wa kawaida itakuwa mm -hmm. kitu cha kawaida ama kwa uwezo mm -hmm hawatakuwa yeah. na uwezo wa kuweka sefu kwa nyumba uh -huh. um, so pengine um, hilo ni swala nyeti lenye mtu lazima azingatie. Um, najua kuna banki tofauti tofauti zenye pia mtu anaweza kuweka uh, stakabadhi zake kule na wao, na ada yao haikui gali vile uh -huh. Pengine anaweza kupata na elfu tano ama elfu kumi kwa mwaka uh -huh. So mtu pengine anaweza kuchukua kibengi chake kwa benki yenye anaamini na akajulisha yule mwenzake. mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, Susan, ni H hizi trust... kwa muktadha wa sheria za Kenya uh, trust uh, zinasaidia uh, wale ambao wanataka ku make sure wame protect mali yao. uh, watu wengi wamejua mambo ya wasia uh, wanaandika uh, kutoka hapo wanaenda koti uh, koti ina, inafanya uamuzi Um, kuna masaa zingine unapata koti imemake decision ambayo ita affect the family or mm -hmm. Sometimes unapata koti imesema hii mali sababu watoto bado wako below 18, ilipwe mtu mwingine mm -hmm. Uh, unapata mtu huyo anapokea mali anaitumia uh, kuji yee eh, mwenyewe na maisha yake, unapata, anajifaidisha mm -hmm, ndio unapata watoto wanaachwa wakiteseka. Um, so kuna hii trust ambayo ililetwa ili, ili watu waweze kujifanyia mipangilio wao wenyewe mm -hmm. Kwa hivyo unaketi chini na familia yako, mnaamua hii ndio mali tuko nayo na hawa ndio beneficiaries tunataka wa, wa, waweze kusaidika na hii mali ambayo tumeweza ku acquire over a number of years mm -hmm. So ni kama una unalete hiyo power ya ku make those decisions about hiyo mali yako na nani ata, ataweza kufaidika na hii mali mm -hmm. So our laws ziko na mbili kuna ile the Trustees Act na kuna ingine ya trustee uh, Perpetual Succession Act. Hiyo mm -hmm. inasaidia watu waweze kujifanyia succession for, uh, lack of a better word, yeah. Ili uweze kujua kama ni huyu mtu ambaye nimemchagua kuweza kurithi mali hii, ni yeye anaipata na haiendi koti uh, for, for, nini for koti iweze kumekio, uamuzi wewe mwenyewe umeji, umejifanyia mm -hmm. Kwa hivyo tumekuwa na hiyo more and more people wanakuwa wakiulizia uh, ninaweza afanyaje? Kuanzisha hii so unapata kama Britam tumeanzisha hiyo uh, juhudi ya kuweza kuelimisha watu on AKI Trust. Uh, wasia ni mzuri but uh, tumeona pia watu wengi wameziandika na wameenda koti uh, umepata mali imekaa uh, uamuzi haujafanywa miaka mingi sana so Chukua ile uh, njia ambayo ni rahisi na inafanya familia iweze kupata mali bila kuwa na mateso mingi. Na tutakaporejea baada ya mapumziko, maana nataka tupumzike kidogo, labda mawakili wanaweza kutueleza kwa nini kuwa na wosia peke yake, hiyo will mm. haitoshi mm. ama unapata kuna wosia ambao umefanywa lakini kuna tashwishi ambazo zinatokea zina unapata kuna maswali yanaibuka. mm -hmm. huyu mtu akiandika, yes. hii usia hi akili yake ilikuwa sawa? mm -hmm. afya yake ilikuwa sawa? labda mnaweza mtatueleza tutakapo tutakaporejea kutoka mapumzikoni. Mtazamaji, um, naona baadhi ya jumbe ambazo zimeingia hapa. Kuna mmoja anasema, mimi baba alikuwa na wake watatu na alikuwa na shamba ekari kumi na nne kwa nyumba mama, nilizaliwa msichana peke yangu. Baba alifariki, ndugu zangu walininyima mali uh, ya babangu. Naweza tumia njia gani uh, kupata sehemu ya urithi? Kuna mwingine hapa uh, anaitwa Alfons anasema uh, wakili anasema tuaminiane, uh, lakini wajomba sio watu wa kuaminika hata kidogo. Nadhani na kwanza ambalo wakili alikuwa ametaja ni uh, mke na mume kwanza kabisa lazima kuwe na kuwa uaminifu, lazima kuwe na huo umoja. Iwapo kuna mali zozote ambazo mnanunua uh, mweze kujulishana, mweze kujua ziko wapi, ili wakati ambapo uh, kifo kitafika, basi hakutakuwa na uh, matatizo makubwa uh, kama kwa mtu ambaye alikuwa hajui kuna vitu fulani ambavyo vimefanyika. Tunaendelea na mdahalo wetu. Je, maoni yako ni gani kuhusu hupanga urithi kabla ya kifo. Nambari ya rafa ni 2222 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli sema na Citizen ingiyakuanaa